Peoples, sasa nyinyi, wewe bwana Mrema John Mrema, unaposema kwamba viongozi wa mkoa wa Tabora na majimbo yake wamehama, viongozi gani sasa unawamaanisha? Kwanza Bana, wewe hata Tabora hujui, nafikiri hata majimbo huyajui. Sisi tuko Urambo hapa, hakuna kiongozi aliohama, mkoani hakuna kiongozi aliohama utaratibu mnao utumia kukutuma hela kwa watu eti wahame mara laki nne. Walisha kuja huku, tukawaambia sisi tuko CHADEMA, sisi tulisha katangaza CHADEMA hata atoke mbo CHADEMA ifi nyie mkajua tunatania. Sasa iko hivi, hakuna mtu yoyote Tabora mnaweza mkamhamisha, vinginevyo mtabeba vibaraka wenu ambao mmewapa ujoki wakazurura wewe au mtaweza mkawabeba ambao hawana shughuli yoyote ya kuweza kufanya na kupata maisha, kupata kula kila siku, mnaweza mkampa laki nne akala kwa sababu, ili vuguvugu lenu lina miezi minne tu baada ya uchaguzi, nyinyi mtakuwa mmeshatupiliwa mbali. Yani, kifupi ni kwamba mnatumika kama toilet paper. Yani mkimalizana na hizi vurugu basi, mtakuwa mmekwenda na maji. Wewe, salumu mwalimu. Wewe, juzi umemhamisha hadi demu wako Salima, anasema emehama kwenye chama kwa maumivu makubwa. Sali mapale amna mwanasiasa. Kagombea vio vingapi? Ashashinda? Wewe umemsaidia. Wewe na Mlimani City alipata kula nne. Hajawahi kushinda cheo chochote kile. Tofauti na kubebwa kama vile vumbeba kumleta Tabora au kaona mzurulisha humu kwenye chama ni msingi. Sisi tunawafahamu vizuri. Lakini wewe Salum Mwalimu unasema CHADEMA imepoteza dira. Ni kweli kwa sababu wewe ndio uliiba muhuri ukaenda kugonga wale covid ugomvi ukaanzisha mkubwa na taharuki kwa sababu ya wake zako walioenda bungeni na mlivyokuwa amna haya na kukosa dini. Ni bora ungekubali wewe kwamba ni mimi niligonga chama kikakuadhibu wewe. Lakini wewe ulikisaliti chama kwa, ku, aki, kwa kusababisha wanachama kumi na tisa wa bunge kufukuzwa na chama kwamba umeiba muhuri, kumbe ni wewe. Ni vema ungekili wewe kwenye kamati kuu ukaadhibiwa wewe mtu mmoja. Lakini watu walijiuliza kwamba hawa wanawake hawajajipeleka, kumbe ilikuwa ni kweli. Ni wewe na Bwana Kigela mlipeleka wake zenu. Wewe wa Kigela ulikuja kwenye operation ch cha chama cha Mkoa wa Tabora tumezurura, mimi nikiwa kipindi hicho mwenyekiti wa vijana mkoa wa Tabora. Umekuwa na Twitter hadi usiku Tabora. Tunakaa pale Emirates mpaka saa nane za usiku na wake za watu. Tukafikiri wewe ni mtu wa maana sana. Kumbe na wewe ni mpumbavu tu kama wapumbavu wengine. Yaani, wewe unatoka hadharani unasema CHADEMA haina mkakati. Wewe umekuja Tabora kumfukuza mwenyekiti wa mkoa Lucas Kibelenge, kwamba ameshirikiana na hawa mwefunga. Si wewe kwamba wewe una uchungu sana na chama, hautaki kuona covid wanashirikiana na viongozi wa chama, afu baadaye usiku kitanda hicho hicho kimoja unaenda kulala wewe na covid. Uko unaona sisi hatuna akili? Sisi tuliamua tuheshimu taasisi na tukuheshimu, sababu ni kiongozi, lakini hakuna mtu mpumbavu kama wewe Kigaila na mimi nakwambia kabisa, Kigela, wewe huna mvuto wowote, sura haina nuru. Yani, huna uwezo wewe wa kusimama popote ukajaza watu. Kama unajaza hicho hiyo pako naingia kabulini, huwezi kukutana nayo. Yani kifupi ni kwamba, yani, nyinyi ndio tumemaliza. Mipango yenu ilikuwa ni tsunami msikiani, hamna akili kabisa. Mlifikiri kwamba mboe ni taasisi kama mali msefu, mboe engewini, na wala Chadema tuna ugomvi na mboe kwa sababu mnatumia jina la Mboe na yeye kakaa kimya na bila sisi tumtaje. Kwa sababu hata huko mlipokuja huku Urambo, wapi Tabora, mnasema mwenyekiti mstaafu anasema hivi, ambao wote mlimunga mkono mje huku mje huku, mmepiga sana simu huku. Ile ile kafu ya kushusha tanga, pandisha tanga, ile kafu alinyanganywa. Yani katikati ya mapambano kuna mtu alikimbia akarudi kwa mlango wa nyuma, na mbaya zaidi aliyekuwa anaaminika kwenye ile kafu ni mwalimu Sefu ile kafu ilikuwa imekaa katika kidini, ilikuwa inapatikana Zanzibar, inapatikana mwambao Mtwara, Mtwara huko lindilini kule kwa, tulikuwa na mwelewa Mwalimu Sefu, sio Lipumba. Ndio maana Mwalimu Sefu alivyohama chama wakaanza kushusha tanga, wanapandisha tanga. Sasa sasa nyinyi mmejisahau, mnafikiri kwamba itakuwa hivyo, yaani imagine kwamba, yaani mfano mimi hapa hedu, unaniambia ni nanyambi ame chadema kwa fedha nani? sasa Yaani ndio nieleweshe kwamba nahama Chadema kwa, kwa faida ya nani? Hilo ndio swali toka, niambie wewe bwana mlema kipara. Kwamba tunahama Chadema, icho chama, tunaenda hicho chama ambacho unakitaka wewe kwa faida ya nani? Maana kama ni faida ya Watanzania, wameshatupigania, tumeshaibiwa kula, tumeshawajaza ujasiri na hatujawahi kufanikiwa. Sasa tumeshika sehemu nzuri, serikali imekula roba, wewe unakuja unatuambia tuhame chama tukagombe. Kwa faida ya nani? Kwa sababu alohama Kafu, kwa sababu alikimbia Kafu imetekwa na serikali. Lipumba anatembea na askari. Lipumba analetwa poli, analetwa kwenye ofisi ya Kafu na mtutu wa bunduki. Sasa sisi tuna hama Chadema kwa faida ya nani? eh? Yaani watu sisi tumeshona combat za laki na hamsini unatambia tuhame. Kwa hiyo zile zoo za nini sasa, zoo za mgambo au? Nataka nikwambie bwana, Bwana Kigaila Salum Mwalimu, nyinyi